Kufuatia taarifa ambazo zinaendelea kuchukua nafasi kubwa kwenye mitandao ya kijamii e, tukaona siku isiishe hivi hivi. Kama wewe ambaye au mfahamu mtu huyu, hujue hautazami Azam TV iliko Simba. Naye yuko mlete mzungu, ana yapi ya kuzungumza kufuatia taarifa ambazo zinachukua nafasi kubwa kwenye mitandao ya kijamii hususa Yanga VCTFF Eh, sakata kubwa ambalo linaendelea hivi sasa na majibizano kwenye barua ambazo zinaorodheshwa na mlete mzungu. Yeah, yeah. mambo vipi? Mambo poa, mambo safi, mambo shega. Sisi Simba tupo tumetulia, tumetulia eh, tumetulia na tunasubiri mechi yetu Jumapili, eh, wala haina tatizo. Mimi nafikiri kama tunataka tuzungumze swala la kuhusu mechi ya Jumapili, mechi ya Jumapili sisi Simba kama kawaida, washabiki wetu, wapenzi wetu viongozi wetu wote tumeshasema kwamba Jumapili ni tarehe 15, saa 11 jioni, tunakwenda kwenye mechi, tunakwenda At... kwenye mechi. Kabla hatujafika kwenye mechi siku ya tarehe 15. Kuna makandokando katikati hapa ambayo yanaingia yanawakatisha ya watu tamaa, hususa swala hili ambalo linaendelea, Yanga vs bodi ya ligi na TFF kwa ujumla, madai ambayo wameibuka wanadai hawachezi na hawachezi tena, ili ninyi kama mashabiki wa Simba mnalizungumzia vipi? kwa engo hivi, sisi kama Simba litukatishi tamaa, wapenzi wetu, wanachama wetu, viongozi wetu, hayo wanaozungumza Yanga kwamba hawachezi, hawachezi sasa hivi, nafikiri inafika miezi miwili wao hawachezi na wao wanalumbana wana na TFF kwa ajili ya kusema kwamba wana madai, wao wanawadai TFF msimu mmoja, sijui wanawadai TFF misimu mitatu? Haya, misimu mitatu wanawadai TFF yeah. kwa maana hiyo wao kipindi wanakabidhiwa kombe walikuwa wanachukua kombe, ela wanaacha walikuwa hawataki kuzungumza, wako kimya. Pamoja sakata hili la Simba la Yanga limeanza, ndio wanakuja kuibuka na mambo haya. Kipindi wanasaidiwa na TFF, mbona walikuwa wako kimya? sasa hivi wameona wamevurugana na TFF, ndio maana wanaanza kuibuana maswali yasiyokuwa na msingi. Na TFF hiyo hiyo wao wamechukua ubingwa mara tatu mfululizo, uongozi huu wa TFF. Kwenye barua yao eh, TFF waliorodhesha ya kwamba pesa ile eh, kimaandishi Yanga Africans walikubaliana ya kwamba pesa ile itakwenda kuwa ada ya wachezaji wa kigeni, lakini Yanga Africans wamekwenda kinyume na wanadai pesa ile, na hapo jana waliitwa hii leo ahudhulie kwa maana ya kwamba mwasibu wa klabu aende pale makao makuu ya TFF wapige hesabu, kama Yanga wanaidai TFF wako ridhaa kulipa, lakini Yanga Africans cha ajabu amekwenda CEO wa timu na si mwasibu kama ambavyo ilielezwa kwenye barua hapo awali, na amefika amebwaga nyaraka na kutoka nje, anazungumza na, na wanahabari ya kusema ya kwamba wanachokitaka pesa si kitu kingine tena. Mimi nazungumza kama mwanamchezo, kama mpenzi wa Simba, mwanachama wa Simba. Mnyonge mnyongeni haki yake mpeni. TFF, baada ya taarifa kutoka kwamba wanadaiwa, nao wakatoa propozo wao, sisi hizi pesa tumelipa kwenye madeni wanaodaiwa Yanga. Kama Yanga mnaona kwamba nyie hamridhiki na hili, njoni na, na mwasibu wenu na nyakala zote, mje tukae leo saa nne tupigiane hesabu wai Yanga wapeleke wampeleke mwasibu wao nani? Wampeleke huyu nani? wao kwa maelezo yao yeah. Wanachokidai ni pesa, si kitu kingine na hawataki kusikia neno la mtu yoyote. Wanadai wamevumilia mengi kutoka kwenye mamlaka za mpira wa miguu, hatimaye imefikia mwisho. Sasa wanataka kunyoosha mpira wetu wa Tanzania. Sasa hujapigiwa hesabu wewe, unatakaje hela wakati hela hizo umeashaambiwa na bodi ya ligi pamoja na TFF pesa zenu zimelipwa si kwenye hela mnazodaiwa za wachezaji wa kigeni. Mna madai ambayo enyewe mnadaiwa na TFF pamoja na, na bodi ya ligi sasa mnakuwaje kwamba mjampeleka mwasibu wenu mkapige hesabu matokeo yenu mmepeleka? Sio kabwaga tu nyaraka na katoka TFF kwenye bodi ya ligi kaenda kuongea na waandishi wa habari. Kwa hiyo hapo inaonekana Yanga hawako sahihi, waliokuwepo sahihi ni TFF sababu ilitakiwa TFF na Yanga wakae pamoja Mwasibu wa TFF akae pale, mwasibu wa daa Yanga Afrika akae pale, wapigiane hesabu waangalie kati ya TFF au bodi ya ligi na Yanga nani anadaiwa. Sasa unakwendaje we mwasibu wa Yanga unabwaga tu nyaraka na kuondoka? Kwa hiyo wao wanaonekana, Yanga mpaka sasa hivi hawako sahihi na madai yao. Kwa hiyo wangekwenda kukubaliana kwamba bwana, hesabu eh, hii tumepiga milioni kadhaa Yanga mnadaiwa hizi zilizobaki hizi, au katika hela zenu zile tumelipa huyu na huyu na huyu zimeisha, bado tunawadai au tumelipa huyu na huyu zimebaki. Taarifa ya hapo awali eh, ilielezwa ya kwamba, Young Africans walieleza ya kwamba msimu uliopita wa eh, CRDB si ambapo walishinda zidi Azam visiwani Zanzibar, ndio ambao hawakulipwa baada ya bodi ya ligi yaani kwa maana ya kwamba TFF kujibu barua ile, Young Africans wakaja na kusema kwamba ni misimu mitatu si mmoja tena wanaenda wanabadilika badilika. Mwanzoni msemaji wao alisema ni mwaka mmoja, baada ya kutolewa ile barua kusema kwamba hizi hela zimelipwa, bodi ya ligi wamebadilika tena misimu mitatu. Kwa hiyo wanakaaje kimya misimu yote mitatu, kumbe hawalipwe mpaka waje wavurugani wan... kwa hiyo sisi, wanaendelea kuchanganya wanasoka, wanaendelea kuchanganya Watanzania wanaopenda mpira, wanaendelea kuvuruga soka letu la Tanzania, wanaendelea kudumaza soka letu la Bongo kwa kutokana na timu hii moja. Unajua katika ligi kuu kuna mechi kumi na, kuna timu kumi na sita sasa timu moja wewe unakuja unavuruga vuruga tu watu, unatuvuruga hata wapenda mipira. Sasa ile morali ya kila uwanja unakwenda mikoani watu wanajaa, watu sasa hivi watakuwa wanashuka morali wa mechi. TFF na bodi ya ligi wamefanya kazi kubwa sana kuelim, kuelimisha Watanzania mpaka sasa hivi tunapenda mipira, viwanja vyote watu wanajaa, hamna. Simba na Azam wakicheza kiwanja kinajaa ukienda Mwanza ukicheza na Pamba viwanja vinajaa, ukienda Tabora unacheza na, na, na nani viwanja vinajaa. Sasa huu migogoro gogoro hii wanaoileta Yanga pamoja na bodi ya ligi na TFF na hao hao ndio waliosababisha Yanga wamechukua msimu mitatu kwa uongozi huo. Kwa nini unamwambia yeye ajizuru? Wamezua mengi ndani ya siku kadhaa eh na tuna wote tunafahamu ya kwamba mchezo ambao uko kwenye ratiba ya bodi ya ligi ni mchezo wa tarehe 15, mchezo wa dabi ya Kariakoo, ambapo wananchi ya Yanga Africans wanadai ya kwamba mchezo huo hawautambui na hawaufahamu. Hawa ninyi kama wekundu wa Msimbazi, Simba viongozi, mashabiki na wanachama na benchi la ufundi, mnaufahamu mna mchezo huo na mko kwenye maandalizi kuelekea kwenye mchezo huo. Mpaka hivi sasa Yanga Africans hajatangaza mchezo wenyewe, hajatangaza uwanja wa mchezo, wala hajatangaza jinsi gani watu wakate e, tiketi kwa ajili ya kuhudhuria kwenye mchezo huo, kwa maana ya kwamba hawafahamu. Ninyi kama Simba mnavyotuambia mchezo upo, wale ambao wako mikoani hivi sasa wachukue ma, maamuzi yapi wanaotaka kuja kwa ajili ya kushuhudia mchezo wa dabi ya Kariakoo ikiwa makandokando haya yanawapa sintofahamu kuja jijini Dar es Salaam? Baba wa soka nchini TFF na bodi ya ligi, wao ndo waliotutangazia mechi tarehe 15 ipo na wao ndo waliozungumza kwamba hii mechi itachezwa tarehe kumi na tano saa kumi na moja ya jioni. Hakuna taarifa iliyosema mechi hakuna. Sisi wanasimba wote tunafahamu mechi tarehe kumi na tano ipo Jumapili saa kumi na moja. Wanasimba wote sasa hivi wamejipanga kwenda uwanjani tarehe kumi na moja kwenda kuangalia dabi. Si tunafahamu mechi ipo, iko kwenye ratiba ratiba ya TFF inazungumza mpaka kwenye matangazo ya Zam TV inazungumza mechi tarehe kumi na moja tarehe kumi na tano ipo. Moja kati ya matakwa ambayo wanayataka Young Africans yaweze kufuatwa ili wao kupelekea kukubali kucheza mchezo wa dabi ya Kariakoo, matakwa manne. Moja wa matakwa hayo ni eh, bo, bo, kamati ya masaa sabini na mbili iweze kuvunjwa. Eh, pia eh, bodi ya ligi iweze kuwa bodi uhuru iweze kutoka kwenye eh, mikono ya TFF ndicho ambacho wanakitaka. Pia wamehitaji ceo wa bodi ya ligi, kwa maana ya kwamba Almas Kasongo aweze kujiuzulu, ndipo ambapo wao watakwenda kukubali kucheza mchezo wa dabi ya, ya Kariakoo. Kwa mambo ambayo wanayataka ni mazito na siku zimebaki ni chache, unaiona dabi ya Kariakoo ikiwa misimamo ni mekali. Kwa upande wao, msimamo uko pale pale, au wanaotaka wajiuzulu hiyo bodi ya ligi, wao ndio wao hao hao naosema ni wasimamizi wa chama cha soka cha Tanzania. Hao ao ndo wanaopanga ratiba kwamba timu gani icheze tarehe fulani hao wao ndo waliosimamia soka letu la Tanzania mpaka hapa alipofikia. Hao hao ndo waliosababisha mpaka Yanga wamechukua ubingwa mara tatu mfululizo. Je, watuambie Yanga wana sababu zipi za kuwaambia watu wajiuzuru au kisa ya madeni yao ya hayo wanaosema wanawadai na kujibiwa, washajibiwa kama hela zenu zimekwisha, kama hamwamini njoni tupige hesabu. Sasa wana sababu geni tena hiyo ya kusema wao wajiuzuru. Kwa hiyo ni sasa wewe unamfokea mzazi wako wale watakuwa wana heshima? Wanamfukiaje baba yao, wakati baba ndo mwenye matekelezo yote ndani ya nyumba? Mlete Mzungu, neno lako la mwisho kwa eh, wana, wana soka hapa nchini kwa ujumla, wale ambao wenye shauku ya kutaka kuja eh, kutaka kuja kushuhudia mchezo wa dabi ya Kariakoo ya tarehe 15 tunataka tusikie wito wako nini, kama maafisa wa Simba Sports Club mnalipi la kusema? Mimi wito wangu nawaambia, wana Simba popote walipo wanachama wapenzi wampira, wa mpira wa Tanzania hii waje, mechi ipo tarehe kumi na tano. Wanasimba wote wajitokeze uwanjani, mechi si tunatambua ipo na Simba tutapeleka timu, hatuna atojitokeza aje asije, si tutapeleka timu na tutacheza kivyo vyote vile, mechi ipo tarehe 15. Mechi mechi ipo tarehe kumi na tano. Wao walioko Kigoma, Tabora, waanze wote waje, mechi tarehe kumi na tano ipo, yani ipo na sisi timu tunapeleka. Waje wajitokeze uwanjani tarehe kumi na tano, mechi ipo, wala wasisite kuja okay, Shukrani sana, haya asante.